Mi nahitaji maana ya kiongozi au ufunguo, alafu fanya vizuri. Kiongozi, tunaanza na ki. Kiongozi maana yake, kila ilopi ina maana yake. Kiongozi unapokuwa kiongozi, kubali ushauri au kushauriwa, ka kubali ushauri au kushauriwa, au kushauriwa. Ai, ielewe tabia ya watu unae watawala kama unakuwa ni mtendaji wa mnyambe, inabidi uelewe watu wa mnyambe, watu mnyambe ukuna, ning, mm -hmm. u, wana tabia gani watu wa mnyambe? Kuna akina Ninguyeje, unatujua tabia yetu watu mnyambe. Watu wa mnyambe usiwe tu ni mtendaji wa mnyambe, unatujua tabia zetu akina Nguyeje, akina Ngwenya, unatujua tabia yetu ai ielewe tabia ya watu una watawala. oh. onyesha mfano kwa vitendo. Onyesha mpa... u... leo tukajitolee ni kwenye mabarabara we, kama ni diwani, inabidi na wewe ushike jembe. Onyesha mfano kwa Baba Shaji. Eni, nena kauli thabiti, nena kauli thabiti unapokuwa kiongozi. Mimi nataka ni niombe ubunge, mkinichagua ubunge nitafanya hili na hili, na tukikuchagua ubunge Utekeleze, hatutaki ubabaisha, hatutaki ujinga, hatutaki ujinga. E, ninena kauli thabiti. ji gawa madaraka kwa watu, una watawala, isiwe nikia kitu wewe. Gawa madaraka, huyu kamata ya pesa, kamata... huyu age nikia chini nangu. Hatutaki ah, ujinga <laughs> inakuja nini? Oi hapa tofauti na oi hapa, oi hapa nimesemaje? Oi onyesha mfano kwa vitendo. Oi hapa, ondoa uonevu, usiwe na upendeleo. Ayu nampenda ayu nikam, hatutaki uh, <laughs> hatutaki hilo <laughs> uh -huh. zaidi Zuia migogoro kwa watu unao watawala kama, ne, ne, ne, ne, ne upatana na mpege ni jambo hayo, upatana nayo mpeleke ni polisi. A, a, jamani, mpatane nidiundu, mpeleke ni polisi. Zuia migogoro ai Inua maisha ya watu unayewatawala kwa mfano ule m. Kulikuwa na mwaka rais, kulikuwa na mwaka nne, mbazi zilikuwa kilo moja ya shilingi hamsini. Toka nimpelekea majukumu rais, jamani, tutafutie ni sogo za mbazi, akatuponda akasema, ni mbazi si mboga <laughs>